Tunafanya kazi kwa bidii mwaka mzima. Inachosha sana. Akili na miili yetu inahitaji mapumziko. Likizo ni muhimu. Zinatupa muda wa kupumzika. Kupumzika kunatusaidia kujisikia vizuri zaidi. Tunaweza kurudi tukiwa na nguvu zaidi. Tunaweza kukabiliana na changamoto mpya. Tunaweza kufurahia maisha zaidi. Likizo ni wakati wa familia na marafiki. Tunaweza kuungana nao. Tunaweza kutengeneza kumbukumbu mpya. Tunaweza kucheka na kufurahi. Kupanga kunaifanya likizo iwe nzuri zaidi. Tunaweza kuchagua tunachotaka kufanya. Tunaweza kuhakikisha kila mtu anafurahi. Inapunguza msongo wa mawazo. Anza kupanga mapema. Zungumza na familia yako na marafiki. Waulize wanataka kufanya nini. Tengeneza orodha ya shughuli. Kuweka nafasi mapema kunaweza kuokoa pesa. Unaweza kupata ofa za ndege na malazi. Unaweza kuepuka kukatishwa tamaa. Kupanga ni muhimu. Kuna mambo mengi ya kufanya kwenye likizo. Unaweza kukaa nyumbani na kupumzika. Unaweza kusoma kitabu. Unaweza kutumia muda na familia. Unaweza pia kutoka nje na kutembea. Tembelea sehemu mpya. Nenda kupanda mlima. Tembelea makumbusho. Jifunze kitu kipya. Kuna shughuli kwa bajeti zote. Unaweza kufanya picnic kwenye bustani. Unaweza kutembelea makumbusho ya bure. Unaweza kucheza michezo na marafiki. Likizo zote lazima ziishe. Lakini tunaweza kuanza kupanga kwa ajili ya inayofuata. Fikiria kuhusu kile ulichofurahia. Ni nini kingeweza kuwa bora zaidi? Anza kuweka akiba. Kuweka kidogo kila mwezi kunasaidia. Utakuwa tayari kwa ajili ya tukio lako lijalo. Likizo ni kitu cha kutarajia. Likizo ni muhimu. Ni wakati wa kupumzika na kuungana. Panga mapema na ufurahie.